Kijiji hiki kijiji cha Manjam kinataka vijana ana subiri misemo tumisemo tu, hiyo misemo, misemo tena kwangu, kija nayo siku moja takutoa, ulita takutoa baruti hapa kwangu. Yani mbesembese mbe mwendo alinyanga yani siku hiyo ndio utanitambua. Mimi ninachotaka unisaidie. Hebu <coughs> nipe uhakika mzee Ulimbo anapata wapi? Mimi nimefanya kazi na mzee Ulimbo zaidi ya miaka kumi. Kwa hiyo naamini kabisa yeye yuko vizuri. Unaponiambia wewe ndio unaomuongoza yeye, ndio maana napata mashaka kidogo na akili yako. Yaani uko unabidi uanze kupata mashaka na mjomba. Kwa sababu gani? Maana <coughs> mimi mjomba natumia muda mwingi sana kumuelewesha, kumfundisha. Mwingi. Yaani una akili kuliko mjomba wako. Ya jamani. Yaani mwezi hata kama hata kama hata pasa sasa hivi akitokea hapa akakaa huku nyuma, atakuwa watu wanasema oh. Kapeto ongea na mbunge na mbunge. Wezi amini mimi hapa hivi na watu nina nzengo. Mfano kama wee katika mambo yako haya unasumbuka, unakuja kumtafuta nani huyu mzee Ulimbo, ongea mm. na mimi mimi na watu, yani ni chap, yani wewe chapu unapita <laughs> yani na watu mzee oh, ndio mm, ndo mbunge na, na kitu chengine mbunge wezi amini sawa, nina mpango wa kumfukuza huyu mzee Ulimbo hapa <laughs> namfukuza mjomba wako kwake. Kwake? Hapa eh. Hapa sio kwake hapa ni kwa mama angu mimi. Aii, mjomba wako ah. Wewe, una, wewe ni mtoto sawa, yeye ndio mtu mzima, unamfukuza. Hebu sikia tusipotezeani muda. Ndio, ndio uhakika mzee alipo? Uhakika ah, nao kwamba nimekwambia ah. Mzee kaenda kuchimba miogo na atoka saa kumi na mbili.

Kwenda kumtafuta mwanangu ukafika ukaanza kumuuliza ah, ah, ah, maneno na maneno. <laughs> Ilikuwaje? <laughs> Unaenda unamwambia mwanangu yeye, hey, mimi ndio baba yako, baba yako anguza, wewe ni baba yake? Wewe ni baba yake sasa. <laughs> <laughs> <laughs> Najiuliza, kwani mimi ni nani yake eh? Rafiki wa mama yako au unamwita nani yako? Namuita mama mdogo. Wa kiume sasa unamwita nani? Baba mdogo hivyo ah, hivyo. Na wale wadogo zake, wale wadogo. Wale ndio watoto wako lakini yule sio mtoto wako wewe. Kwani wale watoto wanamuitaje huyu? Kaka. Sasa kama ni kaka, hamna baba. <laughs> <laughs> Halafu Kafuku Toka mwanzo nilikwambia mapema kabisa, we mwanaume wewe, unajua kunikera, unajua kuni... wakati tunaanza mahusiano yetu nilizungumza kabisa kwamba wewe mwanaume, tutakapokuwa kwenye mahusiano ni kwamba itakuwa ni siri, tutatunza siri haya. Sasa hivi unakuwa tunabwa tukapwa tu, yani unataka unikombanisha na mwanangu tushindwe kuelewana, sindio? Kwani yule mtoto ni mtoto wa nani? Baba yake ni nani? Yule mtoto mwanaume kama wewe. Aha. Kwanza ni cheko. Yaani ni cheko kwa kweli ni automatic cheko. Kwa sababu moja. Mimi <laughs> kile unaniita kuniambia ni jambo la msingi kabisa. Kumbe ndio upo mbaba. Mbaba, wewe umekuja. Umekuja kuja. Wewe. Hmm, sawa mimi. Mimi nitaondoka ila hmm. Mpe salamu kwamba mheshimiwa mbunge alikuja hmm. Kwa sababu ya majukumu yetu. Sawa. Ntakuja kumwandikia ntakuja kumwandikia hatakuja kuja maki najua yani, <laughs> <laughs>

kuanzia ale kuja kufikia kesho, ndio utafuta. Yaani aongee vizuri, mimi na watu sana, hata na mzee Ulimbo huyo sifuri saba n salathiina tisina moja, Saba saba WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram na mitandao mingine karibu sana. Ufike salama butemaboaaaa na wako sasa, unataka kuniambia mimi sio baba yake, na kama sio baba yake, mimi ni baba wa wale wadogo, wale wadogo wanamhitaji. <laughs> mm, <jamani. Yisewu> <laughs> Sasa kama wewe ni papa wa wale watoto. Ndio papake. Wewe huoni kama hapo katikati unataka kunigonganisha na mwanangu ambaye uwaka ni msaada kwangu, ambaye ni everything in the moment the moment kwa mwanangu. Unataka ulete uko mtu mkubwa, shida yako kufa ilikuwa ni nini? Hebu, yaani mumekaa huko. Mkazipanga mkazi connect mkaamua kuja kuni. Yani huo muda wote umekaa umejipanga na mwanao, mje mnifanyie vurugu mimi. Sikiliza ni kwambie, Kafuku, yani sasa hivi sikuogopi kwa lolote tena. Kama ningejua mapema Kafuku, ningejua mapema we usinge niasirisha kisokono loti wewe nikakukubali Kafuku, ila kwa kuwa ilisha tokea eh, tosi alitumwa hili umezali zalimi zalimia tangu umezipanga muda wote umezamiria, eh, kuzamiria kuza kuniita hapa kwa ajili ya kunidhalilisha mbele ya majirani hawa, wapo hapa, unaniambia maneno ya kipuzi kama hii eh? Sasa iko hivi, hapa tutaona dakika tisini, nani ataweka kati. Kafuku sasa hivi wewe hunitishi kwa sababu kwangu wewe ne, ne nisimame

neno uh, Asante sana Mheshimiwa mtarajiwa. Asante mama. Nafurahi kwa sababu kwa sasa naona unaitendea nafsi yako haki kabisa. Hongera sana kwa hilo. Uh. <gibu> Asante sana Mheshimiwa mtarajiwa. Mimi naomba nikwambie kitu kimoja, unajua kwamba haya mafanikio sio yangu binafsi, ni kwa sababu ya ushirikiano mzuri wa chama chetu na wanakijiji wenyewe pia wametupa ushirikiano wa kutosha ha? lazima kidogo tujivunie mama <laughs> oh, tuko pamoja hey. Um, hey. Na nina jambo kidogo nilikuwa natamani tuzungumze, lakini hii itakuwa ni jambo gani siri, baina yangu mimi na wewe. Nilikuwa nahitaji kama mtojaji unasaidia kupata dodoso za wagombea wa vyama vingine ili niweze kupata namna ya kushambulia. Unajua natakiwa nikaliti kitu kwa uzuri zaidi. Okay, sawa, lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Unajua sasa hivi jua ni kali sana. Ha? Ukipita mtaani huko naloana, ameloa ameloa <laughs> ameloa najua <laughs> tunaloana sana mamangu, hmm. Sasa hii kazi, mama, bila kuweza kupata angalau pesa ya maji ni ngumu, kwa sababu unajua mimi sina usafiri mamangu. Kwa hiyo usijali, niachie mimi, nitafanya kila kitu, kitakuwa sawa. Najua unaniamini sio? Ah, mimi nakuamini sana. Na mimi nikutoe wasiwasi, nitafanya kazi kwa nguvu moja shem Shemeji. Habari. Eh? Yeah. <laughs> Sasa <laughs> unajua wakati ule watu walikuwa wanasemesha hivi wanakaa kimya kimya. Sasa nashangaa sana wakati huu bado watu wanakaa kimya. Habari gani? Unahitaji kujua. Kujua hauna haja. Kwa nini unafadhaika? Unataka kujua? Kwa nini una mashaka moyoni mwako? Unahitaji kujua? Ndio. Basi ngoja nikwambie kitu. Nimeibiwa. Ni nani aliyekuibia? Siku kuna kijana mmoja huko nilikuwa napita zangu, pita zangu hivi akanipora kipochi changu. Afu jamani, mwenyewe anaitwa Masudi. Nimeenda moja kwa moja hadi kwa mama mama yake, yake mwenyewe anambia eti hajaiba chochote. Mwana ana msemo mwingi. Ha! Huyu Masudi huyu. Masudi ameanza lini tabia hii? Uwezi kaanza lini Masudi? Eh? Bora mimi hakuwahi kuniambia kama ni mwizi Masudi. Akili moja na mia moja. Hakuna ambacho kitashindikana. Ha? Eh? Ma. Nahitaji sana hizo taarifa na zifanye ziwe za kweli na uhakika. Hakikisha zinakuwa za kweli na uhakika. Unakumbuka ile tusitizache? Ni sisi kitu ambacho ni sana. Kwa nini, mbona nifanye kitu kizuri? Hakuna shida, mama. Mimi niko tayari kupambana kwa ajili yako. Unitumia kwenye simu nikatolea na ya kutolea mama. Kama umekuja vile, anajua ukisikia muamala lazima uangalie kwa heshima, mm. <laughs> Yeah. Sasa? Mm. Naona nikaifoshiria mm. ni mama hapo. Kwa nini usiongeze angalau elfu kumi? Ha, unaona hiyo ni ndogo. Hiyo inatosha. Sasa sasa ndio ngumu. Kwa moyo unaona saidi hata mazao yenu ya ERP hata kijijini kwa kiasi. Na hisi si kwa sababu ya hizi kampeni lakini na hisi tukimaliza hapa nao kama nitaikalia mimi kiti, tukitendea haki. Kwao endelea kuomba na kijiji chetu ndio tufikie malengo kwanza. Sawa? Itaongezeka tu. Itaongezeka. Basi mimi nikushukuru. Lakini pia mimi sio mkaaji. Alafu unapopata pesa lazima upate na matumizi. Hata wewe unaweza ukapita. Nikisikia Q, wewe pita. Nikikosa kabuku, wewe pita. Mama umeshinda. <laughs> <laughs> <laughs> Nita yote. Usijali. Taarifa zote sasa hivi umepata. Karibu sana sana. Asante. Haya. Haya. Wewe umeshinda, mama. kaiu aameindne Ya hey. Ngoja Masudi, mimi namuweza, subiri kabla jua lijazame, Masudi mimi atakuwa tayari nimeshamkamata, nimeshachukua vitu vyake. Sitaki kujichukulia sheria mkononi. Afu uzuri nangu ni polisi, hakija namwambia, nafikiri sheria swala hajichanganya, hajui kumwibia nani. Yani hapa ya Masudi jamani, na kulilia na Masudi, ya, ya, Masudi umeyakanyaga. Masudi umeyakanyaga. Masudi umeyakanyaga. Nasema hivi, umeyakanyaga. Unamwibia mke wa askari utapigwa ngumi, utapigwa ngumi na hii ngumi inaitwa sugunyo. Masudi umeyakanyaga. Si kweli? Eh? Umekuja hapa kujua anachonilia, kunifaidia shida yangu, au kwanza kupiga mahubiri hapa? Sasa, ah, mimi mimi mimi hapo unajua huo kazi yangu ni kupita kwenye nyumba kuangalia watu wanaendeleaje, usalama. Au, oh, sasa ni wewe ndio unakutuma Masudi hapa uje kunifarachola. Ah, hakuna ah, kabisa. Mimi kwa kweli, mimi nimekuja kwa, nikua napita tu hapa sasa. Sasa kasema lakini, lakini sawa, hata Masudi namhurumia sana Masudi ah. Masudi. atakuja uone moto <laughs> choche tu kizuri kimepambwa maua, ukienda ovyo ovyo ena yumba yumba yumba, gari bongo yenyewe ndiyo hapo. Eh? Ujambo. Hiki choo kuingia bila ruhusa yangu mimi mwenye mji hawezi kuingia na nimekaa hapa nasubiri watu ambao mimi nipo kwenye kampeni zangu wenyewe wanakuja kuchafua choo. Na wanakuja wa, wa, wa, kwa mikwale eti nione kwamba mmebanwa. Oya, sikia. Mimi hapa ni kulela mwanangu hapo kichezea nini uhai huna tena mwanangu. Wewe nenda. Sikiliza, mzee. Nimemkuta Mateso. Mateso hayupo, ameenda kumzika Tanzania. Ameenda Marekani kumzika Tanzania. Ukiona hizi sura ujue nini ambacho tunaziamja tu wajue ni hata. Sikiliza, nauliza tena, Mateso yupo? Mateso hayupo, ameenda kumzika Tanzania. Hilo ndio jibu. Na kufi, na unafika hapo unaanza kuni, kuniimbia nyimbo. Sikiliza, mimi mwenyewe najua kuimba nyimbo ninaiba, ninaiba kuliko hata waimbaji wote mimi nawazidi. Hebu niimbie wimbo mmoja. Sikiliza, sina muda kupoteza na kuuliza je mateso yupo waje niambie kitu kimoja hivi. Kwanza mnapofika eneo la mtu ustaarabu wa Mwafrika ni kusalimia unanielewa, dada. Afu Big P, si wewe tumeshakuzoea yako hayo sisi tulishazoea nimwambia mateso hayupo. Mateso ameenda kumzika taamaanukenye chaanhama ingiehau. Aya, basi mateso kaenda kumzika Tanzania. kama sio majibu nipeni majibu yenu. mateso matesoe memwona wapi? mimi unaniita mimi dogo. na unavyoongea sikiliza angalia unaongea na nani mimi sio mtoto mwaka 2000 mimi ni mtu mzima ambaye nimekuzidi umri ongea kwa heshima na adabu mimi ndio anti anti yake na yeye dude sawa bwana karibu sana dogo na mimi katika hiki kijiji mimi kwa kweli vijana wengine waga ni wanyotokaji tu na mimi waka naheshimu sana ka, ka mtu kama wewe. Yani unakuja unaitwa alafu unakuja mona. Sawa, sasa tuache mambo ya kunyotoka mama mala, mastori yakawa amengi. Sawa, ni kwamba mimi nimekuita hapa, nimekaa siku hizi mbili na lala usiku na lala na mchana. Ushawahi kuota unakimbizwa mchana? Hapana, hapana ujawahi. Sasa kuna kale ka ndoto kalinipata, ni kwamba nimelala, nikaonyeshwa wewe unafaa kabisa kuwa mshika dawa. Hivi ninaposema mshika dawa, unaelewa? Nakuelewa. Usija ukasema mshipa, nimekuambia mshika dawa, umenielewa? Kwanza nakuelewa. Na sasa mizimu imeniongoza kwamba wewe uwe mshika dawa wangu. Sa, sasa ndiyo mishida yangu mimi niingize kipato kile mama ya ila kwa, kwa kweli sasa, yani mtu, ana... mtu anaanza tena mambo ya kipato. Nimekwambia kwamba mizimu yangu na mimi, mimi, wacha tu nikwambie kitu kimoja. Mimi zamani nilikuwaga ni sharobaro Bisho kabisa kijijini kwetu, alikuwaga hamna mtu bisho kama mimi. Na mimi hii kazi ilikuja tu Nilipoleta mambo ya kusitasita, mambo yakawa yanajivuruga tu, niliuku niliuguaga kiasi kwamba niliugua mpaka nikawa wa kunyanyuliwa mguu na kunyanyuliwa kiuno, bila kufanya kazi. Kwa hiyo mizimu inapokutaka sawa, mizimu inapokutaka wewe, unatakiwa ukubali bila kunyotoka, usiwe na kastairi kokote ka kunyotoka. Sikiliza, mimi sio wale wanawake unaona mtaani, pamaana macho ha! Mimi ndo anti sasa, ikijini ani kila ni kubali. Sikiliza, najua umeshaanza kuwaonea kuwatishatishia, sasa mimi ningoma tofauti. Mimi ndo madam Ratifa babu. Ndio nimekuja sasa, na nataka leo majibu. Matesa iko wapi, kaenda kumzika Tanzania? Anti, unajua nini? Asikia waenga wakukosea Najua siku zote mbwa ambaye yuko kwenye eneo lake la kujidai na bweka tu. Kwa hiyo anti, acha abweke lakini nini nini anti? Wempe vyake. Hivi hapa nini hii hapa? Wewe Big P, huyu ni mwili tu. Hapa ndio tutapasua mtu hapa, huyu ni mwili hapa, mimi na mastresi yangu nikienda kwenye kampeni watu wanakuja kuchafua choo hapa. Kama namba nyingine ipi? Namba nyingine ipi?

nani? Namba moja hapa hapo. Hapo Kanisa la na Na wachungaji wote wewe, yake. yake. mimi mimi mimi mtu mtu akunishika. Kweli ukichafuka. Kwa maana hiyo bado. Hebu e, nyoka. Nyoka ni nyoke. Sijakuelewa, hujanielewa bado mimi ni nyoke, yaani kwamba mimi ni nyoke. Niwe niwe nyoka au unasema nini? Ongea kwa kumanisha mambo hivi, hayo si ndio mambo yale yale ya kumanisha, mambo yale yale kuchanganya, mara boshia mara nini? E, msema wewe, unataka nifanyeje? E, hapo ndo nimeelewa sasa. E, wewe unataka nifanyeje? mimi na mimi ndo nakwambia wewe kwamba unatakiwa uwe mshika dawa wangu, umona? Yani ukiwa mshika dawa pale unajifunza polepole kazi, hmm. ukijifunza polepole mambo yako wewe dogo, yanafunguka baadaye, na sisi tunataka maisha yaende, ila wewe kwa hizo shida zako unazosema, eti sasa hivi unataka hela. Sasa hivi hela uwezi kupata, unatakiwa uje ujifundishe uhemba pale kwangu. Nimekuelewa, ila kwa sasa hivi mm, ma, maisha ni magumu sasa hivi, mimi mradi mimi nataka nipate hata chochote kile. Kwa hiyo wewe unaponiona mimi nakaa pale kwenye mavumbi, unaniona kwamba mimi sipendi kupendeza. Ku, unafikiri kuvaa huyu lusabojo lusabojo kama huu? Unafikiri kwamba eti mimi ninavaa lusabojo hii kwamba eti ndio maisha yangu? Mimi nikitoka nikienda huko nakuwa napiga napiga vitu. Kwa hiyo wewe unatakiwa ukubali kwa hiari, unanielewa? Ukubali kwa hiari kwamba mimi naenda kuwa mshika dawa wa mtu fulani, mizimu itafurahi, ndio mizimu.

Jiandae, okay. Mimi nijifikiria niwe nakupa nakupa hela wewe, na mizimu ndio imenitaka nikwambie. Goja nikwambie, swala ni moja, wewe uwe mwemba wangu. Mizimu ndio inataka, na mimi naijua mizimu mizimu inaweza ikakugeuza akili yako wewe, muda wa kulala ndio ukawa unaamka, muda wa kuamka ndio unalala. Nakwambia ukweli, mizimu sio kitu cha kuchezea mwanangu, huo ndio ukweli. Sawa? so, mm. eh. chochote giza kile. Wewe naona atuelewani dogo, nenda tu, nenda kafikirie na, nataka nikwambia kitu kimoja Ukienda kufikiria ufikirie kuwa muhemba, ukiacha kuwa muhemba sawa? Ukiacha kuwa muhemba dogo, kuna mambo yatakukuta, ni mazito mambo. Mimi mradi nimekwambia. Mimi shida yangu tasagwiji, mimi ukiniita nitaitika, ili mradi uki umeshaelewa, kama mimi shida yangu nikuingiza chotekile, ni mradi niishi mjini.

kwa kweli nitakuwa na nusu siku. Naweza nikafa gapi bwana? Njomba, mimi unajua sikuelewi. Wewe unapongelea dada yako, mimi yule ni mama yangu. Mama, mimi na hakika. Sasa, atakuwepo, hakika atakuwepo. Msikilize kuhusu hilo la kutoa sijali. Si unajua mkoba wangu ule ndo na kila <tosikilisi> kitu ukifanikiwa kwa ukara, ukiharibikiwa ya ufura. Binadamu wametokwa na imani, wana roho za kishetani, wanaishi kama hayawani, sababu kij